Bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasabi wasallam, tukiendelea na madarasa haya ya sira, mwisho yani mwisho wa darasa zilizopita tulikuwa tuzungumza kuhusu kifo cha e, nana Khadija na Abi Talib <coughs> na mwisho kabisa tukaeleza yani yale mafunzo tunayopata kutokana na vifo vyao Naam. Tukaashiria kuwa katika haya madarasa yanayofuata tutazungumzia kuhusu habari ya bwana mtume na safari yake kwenda Taif. Lakini kabla ya hapo, ni kuwa mwaka huu huu baada ya kifo cha Saidatina Khadija, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimoa mke wake wa uh, pili. Yaani baada ya kufa Saidatina Khadija, akamoa Sauda. Huyu Sauda ni katika watu walioslimu, yani mapema mapema Eh, na alienda hijra ya pili Habasha, alifanya hijra huyo, akaenda Habasha <coughs> na mume wake alikuwa amegura naye eh, alislimu mume wake na akagura naye, lakini akafa mume wake. Mume wake alikufa kule Habasha, lakini wengine katika riwaya zingine wanasema alirudi naye Makka akafa pale Makka. Naam, lakini sasa alipomaliza eh, eh, ile E, alipomaliza eda na nini na nini, na huko bwana nini, na mtume alipokufa saidat na Khadija na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akam, akamoa yani, akamtumia posa kisha akamoa na huyu saidat na Sauda ndio yule baadaye, kama tutakavoeleza inshallah, yani, tukifikiwa kuwa yendo ali alipeana ile siku yake kwa saidat na Aisha yani, kama zawadi alimpa kama hiba ile siku yake, manake kama tunavyojua Mw, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwagawanyia wale wake zake siku zake siku zao. Sasa kila mke ana siku yake, kila mke ana siku yake. Basi huyu saidat na sauda kwa kutaka kujikaribisha zaidi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye alikuwa mtu mzima, basi ile siku yake akampa nani? Akampa saidat na Aisha. Maana yake alikuwa yajua kuwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yumpenda sana eh, eh, Aisha na ili jambo kama hilo li, likamfurahisha bwana mtume au lingemfurahisha ama. Sasa, baada ya hapo ikaja hii safari ya kwenda Taif. Maana bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoona wa pale Maka halas, shida zimezidi eh, daawa kidogo inakuwa ina yani, kuna pingamizi nyingi kwa sababu Abu Talib sasa ashafariki, kwa hivyo wale Makureshi wanazidi kuwa kuwakera Waislamu e, wa wanazidi kumsumbua kumsumbua bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bas bwana mtume akafikiria kwenda wapi? Kwenda Taif, kwenda Taif kueneza e, daawa ya Allah jalla jalalu. Na hapa moja kwa moja twasoma kuwa e, ikiwa ile sehemu mtu yuko e, yuwafanya daawa na haiwezekani e, ama haiwezi ku practice e, e, dini yake, hawezi kuswali labda, zuiwa, labda dhulumiwa na nini, aondoke e, tu aondoke na tuliashiria hili tukizungumzia hijra ya kwenda Habasha. Habasha na tukasema siku ya Kiyama mtu ataulizwa, bwana mtu akaenda akisema, e, Yarab, mimi bwana, alikuwa siwezi kuswali pale, ile sehemu twapigwa, twaadhibiwa, twa nini, twa nini. Mwenyezi Mungu asemaje? Je, ardhi ya Mungu haikuwa pana mpaka mukagura mukaenda kwengine, mkasafiri mkaenda kwengine eh? Kwa hiyo ni watu watafute kwenda sehemu ambazo wataweza kupractice dini yao kisawasawa, na pia sikujifikiria ku, si wao tu, ni pia na watoto eh, manake utapata lilasaf, watu wengine watasafiri wataenda, baadhi ya miji, baadhi ya sehemu ambapo baada ya miaka kama ishirini thelathini ama generation mbili zitakazokuja wale watoto wapata hawana mafunzo ya Kiislamu na sababu ni yule wa kwanza alogura. Atakwenda kusema nini kwa kwa Mungu? Atakwenda kujibu nini? Manake yeye ndo sababu ya kule kuzoroteka kwa dini na adabu na akhlaqi. Almuhim eh, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoka kaenda Taif na eh, alikwenda na Saidna Zaid bin Harith, alikwenda na eh, Saidna Zaid bin Harith na alipofika pale Taif, yeye alikusudia wale wababe kenda <coughs> aka aka wa Taif pale kaenda kwao akaketi nao akawafanyia da'wa akawafanyia dawa polepole pole, kwa lutfi akasomea somea Qurani bas lil asaf, wale wakamjibu majibu ya kijinga sana, majibu ya kipuzi sana wale, eh, eh, wakubwa wa Taif pale wakamjibu majibu ya kipuzi miongoni mwa eh, walo, yani majibu yao, mmoja alikuwa alikuwasema ikiwa wewe kweli untumwa na Mwenyezi Mungu Kata kata yani, eh, yeah? Mwingine sasa akaleta inadi, mimi mimi kwa sababu gani? Ikiwa wewe ni, La ilaha illallah, ikiwa wewe ni mtumi yeah? Basi mimi nko chini sana <gulitaji> siwezi kukujibu. Yani mimi daraja yangu iko chini sana mpaka niweze kuzungumza na, nani na mtume wa Mwenyezi Mungu eh, kusudi kisha akasema, na ikiwa wewe si mtume, basi mimi niko juu sana, daraja yangu iko juu kuliko. Nije nizungumze na nani? Nizungumze na mrongo? Aliyadhu billah eh. Bas, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, basi sawa, nyinyi hamjaridhia, lakini naomba munifichie jambo hili. Musende mukatangaza mukapeleka habari Maka kuwa Muhammad amekuja huku sijui tumemkataa na nini. La, la la, hili jambo eh, ombi hili langu la kuomba nyinyi yani muingie katika Uislamu na munusuru Uislamu lificheni liwacheni tu kwenu. Lil asaf hawakutosheka hawakutoshe, hawa hawa hawakuficha yani ile siri ya bwana mtume wakapeleka habari mpaka Makka, bali wakachochea mpaka kwa wale itwaje, watoto watoto pale Taif, na wale masufaha yani wale watu wajinga, wajinga wale watu tasema yani waliokosa, kosa kazi eh, pale Taif, waka wachochea waka, waka, waka chochea mpaka wakawambia wampige Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam mawe na wamuudhi mpaka mwisho. Lakini hata kabla ya hapo yeye, Bwana Mtume alipoachana na hawa, aliketi pale Taif. Kwa baadhi ya riwaya aliketi kama siku kumi au zaidi, baadhi ya riwaya asema ameketi zaidi ya siku arobaini pale Taif eh. yuenda kwa wakubwa akaenda kwa wengine, yuenda kwa wakubwa akaenda kwa wengine, wote hawamtaki, wote wamfukuza sallallahu alaihi wa sallam wamfukuza, basi Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alipoona ile hali ilivyo, halafu akajua hapa hawa hawatomkubalia huku, hawa wakubwa wakubwa wa Taif washachochea wale watoto eh, na wenda wazimu na watumwa watumwa wao wampige mawe mpaka maula, mawasira, watuambia walisimama eh, swafu mbili hawa yani, eh, watu wa Taif watoto watoto walisimama swafu mbili ikawa wampiga eh, mawe bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yani imepokewa katika tafsira kubwa bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akitembea mpaka viatu vyake vikatota kwa kwa damu, na huku Saidna Zaid bin Harith alikuwa yu amkinga bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, yani, wale wakirusha mawe yeye wajiweka, he, baina yao na baina ya bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam yani, kama vile utasema zama zetu kama bodyguard hivi mpaka akapasuka kichwani, alipigwa mawe mpaka akapasuka huyu, eh, Saidina Zaid, na wale ikawa waendelea kumfukuza ama kumpiga bwana mtume swalla Llahu alayhi wa sallam mpaka wakafika karibu na mwisho wa nini wa Taif. Walipofika karibu na mwisho wa Taif, wakakaribia sehemu moja, bustani la eh, watu wawili, mmoja akiitwa Utba na mwingine akiitwa Sheiba, ni watoto wa moja katika wa Makureshi wabaya, wabaya bado akiitwa Rabia akafika pale katika bustani lao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi wale watu wa Taif wakarudi zao wakamwata, e bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume akaenda akaketi kwenye bustani, akaketi yani, akaketi chini ya mti akaketi chini ya mti wenyewe, wasema wenye wana la mawasira, yani mti wa aina, yani mzabibu. Akaketi pale bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akaomba dua, akaomba dua, dua mashuhuri Inshallah dua labda tuieleze katika eh, darasa ijayo, manake ina mafunzo yake kando. Lakini baada ya hii dua <coughs> dua yenyewe kwa kwanza tu allahumma inni eh, ashku ilayka dha'fa quwwati wa qillata hilati wa, hawa, hilati, wa qillata hilati wa hawani ala nnas, naam, na mpaka mwisho wa dua inshallah tutaizungumzia ni katika eh, darasa ijayo. Lakini eh, kabla hata, yani baada ya kuomba dua afwan, kukaja malaika eh, malakul jibali akaja jibrili eh, na malakal jibal akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mimi ninakuja na huyu malaika wa majabali tuamrishe sisi sasa hivi maana kile Taif ilikuwa baina ya majabali mawili akasema muamrishe sasa hivi huyu Mwenyezi Mungu asema muamrishe utakacho sasa hivi ile yale majabali mawili eh aya itwaje ayachanganye changanye kwa pamoja wale watu wote wa Taif wafanye nini wafariki lakini eh, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, la waacheni, eh, labda huenda baadaye Mungu akatoa watu au watoto kutokana na hawa watu ambao watakuja kuinusuru dini. Angalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hani watu wamemfukuza ni watu wamempiga mpaka, eh, katika baadhi ya riwayati Saidina jibril jibrl Al aliposikia neno lake akasema, eh, amesema kweli eh, yule aliyokuita raufu rahim. Yaani kumaanisha Mwenyezi Mungu maana yake amemuita bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam raufur rahim sio. Eh, na katika aya anasema eh, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kwa bwana mtume ametumwa, yeye ni rehema. Hawa watu wamempiga, wamemtukana, wamemfukuza, eh, hawakumheshimu kabisa. Lakini alikuwa na uwezo wa kuchukua revenge, lakini bwana mtume akasamehe sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na inshallah eh, katika darasa yajayo tutazungumzia hii dua na baadhi ya halat au mambo yalotokea